Ndiyo, Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu e, kwa wale ambao hamnifahamu, mimi naitwa Alam Jafet Kaingela, profesa wa chuo kikuu cha kiroho cha viongozi Tanzania, yani Tanzania University of Spiritual mm. Leadership, lakini pia ni ni mkurugenzi wa nizamu na maadili taifa katika UPF Tanzania. Uh, ujumbe wangu leo nitakuwa ninazungumzia kwa ufupi tu kutoka kwenye ile injili ya Yohana na kwenye injili ya kitabu cha Luka. Kuna watu uh, waliposikia Yohana Mbatizaji akiwa anahubiri uh, walienda wakawa wanamuuliza maswali. Mmoja wapo waliomuuliza walikuwa waliouliza kwamba je, tuwatendeje ndugu zetu? Akawa anawaambia wanawambia, e, aliyekunyang'anya kanzu aliyefanyaje, nafikiri, au walienda mpaka kwa Yesu wakawa wanasema hivyo, lakini pia walikuwepo walioenda, hata watoza ushuru walienda wakauliza, na sisi je, tufanyeje tufanyeje akawaambia, msitoze kilicho zaidi ya kile kilichowekwa. Sasa somo langu ni mtazamo wa Mungu, au Mungu anavyozungumza juu ya watumishi wa umma yaani e, maadili ya watumishi wa umma, ndicho kitu ambacho nataka niseme hapa kwa ufupi Ehe. nikawa kama e, nikiwa kama mkurugenzi wa nidhamu na maadili taifa katika UPF hapa Tanzania, tunapozungumza eh, nidhamu na maadili katika utumishi wa umma, ukiwa kama mtumishi wa umma, maana yake kwanza elewa ule ni utumishi ambao haina tofauti na utumishi kama hivi tunavyotumika sisi kuwa wachungaji madhabahuni, haina tofauti, ila tofauti yake iko kidogo tu kwenye kwamba utumishi wa umma unatumika katika mambo ya kimwili, lakini utumishi wa kiroho au utumishi huu wa kimadhabahu ni utumishi wa kiroho lakini bado wote tunatumikia umma ule ule. Sasa basi, tunapozungumza kuhusu e, Mungu anavyotazama madiri au nidhamu na madiri kwa watumishi wa umma Unaona, ukiwa mtumishi wa umma macho ya Mungu yanakuangalia kwa namna tofauti, na kwa sababu wewe unakuwa kama daraja la watu wengi kufika kwenye point. unakuwa daraja la watu wengi kufika kwenye furaha zao, unakuwa kama daraja kwa, kwa mfano unapokuwa kama daktari, unaona jinsi ambavyo watu wengi wanavuka kutoka mautini kuingia uzimani kupitia wewe, yani wewe unatumiwa na Mungu kuwaponya wengi. Hiyo nimetolea tu mfano wa madaktari, hasa kila mtu ana sehemu yake. Sasa uh, kama utapata nafasi, tutatembelea YouTube yetu, andika tu Saa ya Uzima wa Roho. Ujumbe wangu kwa watumishi wa umma ni huu, tafadhali chonde chonde, kila mtu asimame kwenye nafasi yake afanye kazi kwa uaminifu na zaidi ya yote tuachane na tabia mbaya ambayo nimeona imeibuka kwa watumishi wengi wa umma, ile tabia ya kupenda kuteuliwa na rais. Yaani kuna watu wanawaza kuteuliwa na rais. Yaani akiamka asubuhi anawaza rais atamteua yani, nani leo? La! Je, rais ataniteua leo? Hii tabia imepelekea watu wengi wamekuwa na tabia za ku, za ku za kukopi sio za asili. Yaani unakuta mtu anaiga tabia ambayo sio ya kwake. Ilimradi tu aweze kuonekana kwa rais ili rais amteue. Hii tabia ya kuamka unawaza kuteuliwa, chochote tunachofanya unataka kuteuliwe na rais. E, ukisikia wakati mwingine mwaka ukiisha hujateuliwa unajisikia kunyongonyea. Mimi nadhani kwamba ebu chapa kazi. Kinachokusababisha we uteuliwe na rais kuwa mtu fulani na nini? Ni Mungu anayemletea rais mawazo au namna yoyote anavyojua yeye kujua kwamba huyu nimtoe hapa nimpeleke pale tabia ya kufikiria sana, hivi ataniteua lini, hivi atanihamisha lini. Kutoka hiyo tabia iache, takupunguzia hata kasi. Wakati mwingine unaweza ukajikuta unaona kama vile hakuoni. Na wakati sisi hatufanyi ili tuteuliwe, tunafanya ili kusudi kutimiza ule wajibu mtakatifu ambao Mungu ametupa. Namba yangu ya simu ni sifuri saba sita tatu thelathini na tano tisini na saba arobaini na tano. Ukiwa na swali, utaniuliza. Mungu akubariki. Tuna chuo chetu hicho cha Tanzania University of Spiritual Leadership, karibu sana. Tunaandaa viongozi wa kiroho watumishi wa Mungu wanaotumika katika hali ya maadili ya kiroho na kimwili. Asanteni sana. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu abariki viongozi. Amen.